Unaweza nkawa nyumbani siku hiyo, nasema leo, ah, nataka nipumzike, mm. sijatoka chumbani kwa mda mm. lakini utaona Felisa anakuita anakutumia meseji ujajibu, saa ngine anakuita, madam, uko sawa, tumekuandalia kitu mpaka sahivi ujatoka mpaka you feel. Unaona eh? kwa hiyo nadhani hiyo ndo maana imemsababisha awe kea kwa watoto, hata utaona anakuita, madam, sijakuona ukitoka ukila chochote, nimekutumia meseji ujajibu, you see? <laughs> <laughs> Utaona Felista anakuuliza, kwa hiyo feel. Kwa hiyo kitu ulichosema ni kweli mm. Kwa hiyo mtu anaanzia hapo kukea, ndo ule upendo anausambaza na kwa watoto yeah. Kwa hiyo na, na, ni, kwe, na mimi ninachotaka ni kutenganisha neno kukea na upendo, kwa sababu kuna wengi wanasemaga okay. Eh, kufanya kitu fulani lazima upende. Sio lazima sio lazima upende, ni kujali, kujali sio kupenda Umeelewa, mtu anaweza kukujali as a human being, anakujali kama bosi wako, anakujali kama msaidizi wako. Kufanya kazi na watu wengi haipendi kabisa like hiyo yani, kazi, lakini ukiangana anavyoifanya imenyoka na inang'aa. Kwa nini? Anajali anachokifanya. So unachokifanya, sio kwamba ndo kikufanye wewe ufanye vibaya vizuri. Umeelewa? unatakiwa wewe ujali unachokifanya kwenye mikono yako wewe. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo, wadada, inabidi mwanze kujali hizi kazi, mjali kazi mnazozifanya nyumbani. Ukianza kujali mabosi wenu hawata nani Tunaelewana, jamani. Kwa hiyo kwa, kwa leo niseme mimi ni, nitaishia hapa kwangu mimi kwenye hii mada, kwa wengine wataendelea kuchangia kwamba tunasema ili ufanikiwe mjali bosi wako na watoto wake. Muda wote utakapomjali utajua yuko wapi. Kama umesikia mfano wa akina Felista, anamtumia message, anamuuliza na kumbuka, nafikiri hii ilikuwa ni kiu kubwa sana ya madamu hapa. Uh, na yeye eh, kupata mtu anayemjali. Na mimi nishakuwa na wajiri wengi wananiambia, you, dada sio kama anafanya kazi ya ajabu, lakini nimependa ananijali, si meelewa, yeah. Yani kuna mtu amemwacha dada kazini sio kwa sababu ni amazing, lakini anakwambia ananijali mimi na watoto care. Na shida kubwa ya wafanyakazi especially sisi wa Tanzania, we don't care Hatujali sisi tunachojali tuna ni hela, lakini hatujali huduma tunazozifanya mm. kazi tunazozifanya hatujali e, bidhaa tunazozitoa kwa watu wengine yeah. Sasa ili tufanikiwe, inabidi tujali au tunawahudumia wanaridhika na tunachokifanya, si mmenisikia? Jamani aya, mimi natoa uandawazi sasa kwa ajili pia waongezee wengine aya, naomba madamu wajabu anataka kujazia hapo. yeah. Kuna kitu hapo umezungumza ambacho na mimi napenda kuongezea kidogo. Um, labda wasichana wengi wanajali pesa mm. Lakini unapojali kazi yako na kuipenda, unaona vitu vinavyozungumzwa, yaani mtu anasema na msiki na ahisi yaani kwamba this is different unaona. Mm -hmm. Kwa hiyo hata ile hela unayoipata inaweza kuongezeka kabisa, kwa sababu bosi anakuwa anakutip Yeah. Au anaweza akakufanyia vitu vya ziada, anaweza kupeleka shopping, yeah. Nini, yeah. Kwa hiyo muhimu sana. Sawa kabisa. Na mimi nitaka nimkumbuke dada mmoja alikuwa anaitwa Dayana, Diana, sijapata mfano wake. Dayana ndio alikuwa chef. Dayana, popote pale ulipo, sifa zako maua yako. Dayana alikuwa kila dakika kila, kila baada ya dakika kadhaa atakuja kuuliza Madam, una nini? Unahitaji? niko hapa kwa ajili yako unahitaji ni. Akiniona naingia jikoni anasema ah, ah, madam wewe, sikuingia jikoni nikiwa hapa, huingii. Una shida gani? Unahitaji nini? Mimi umeniweka hapa niwahudumie. Lakini kuna mwingine akikuona jikoni ajali wala haulizi kuna nini, una shida gani, chochote ajali. Kwa hiyo nimemkumbuka huyo Dayana, na mume wangu anajua huduma Dayana aliyotupa. Yani ni mtu alikuwa lazi, anasema lazima niakishe mabosi zangu. Mko sawa? Yaani una feel kitu kwamba kweli humu nina mtu ambaye anajali. Kwa hiyo hata hicho ambacho dada Felista, ongera sana. Yaani wadada ambao mmesikia, bosi wa Felista alichokisema hicho, ndio hitaji la kila bosi okay. Lakini pia kwenye mahusiano, huu mfano umeanzia kwenye mahusiano ukiona nampenda mme wangu kwa namna ninavyompenda, maana yake anajali. Yaani kuna namna ananifanya nijisikie kama mi ndio malkia pekee kwenye hii dunia. Kwa hiyo hata kwenye ndoa ni hivyo hivyo, kwamba ndoa inayokuwa na mapenzi ni ile ambayo wote wanajisikia kwamba mwenzangu ananijali. Lakini utakapoona hakuna hicho kitu, yani ayo, hiyo ndoa inakuwa ipo ipoipo tu. Kwa hata mahusiano ya kazi na bosi kama hakutakuwa na hisia kwamba kuna kujaliana kikazi, sio kimapenzi. Na hapa naomba wadada, maana mnaweza mka, mkaenda kuongezea mambo yenu. Ah, kazini ni kazini. Sisemi uende ukaanzishe mahusiano na bosi wako. Ah, kuonyesha kujali, hapana. Ni mahusiano ya kikazi, wajisikie wana mtu huko nyumbani kwao anayewajali kwa kazi zao. Nimefanya hii kazi, madamu, unaionaje? Umeridhika? au niongeze nini? au kuna kitu akijaenda sawa? Usiogope kupokea feedbacki. Kama hivyo, bosi wako hayupo, mtumie message, muulize bosi, uko okay? ni kuandalia nikuandalie kitu gani? Uliza, ndio maana ya mawasiliano. Lakini cha ajabu mabosi wenu wanalalamikia, mna simu mnatembea nazo kana kwamba sijui, yani iko hapo simu, umeichomeka hapo kwenye matiti na kansa itakuletea lakini hiyo simu umeiweka karibu hivyo, ni nani unawasiliana naye? Kama huwezi kuwasiliana na bosi wako anayekulipa mshahara, unashindwa kumuuliza bosi wako, bosi, kuna kitu gani nifanye? Nimefanya kazi hii na hii na hii, labda nimemaliza, kuna kitu kingine ungependa kufanye nifanye? Yaani, kuna vitu vya kutengeneza mahusiano ya kazi, kama bosi wa Felisi, anapose anavyosema, muda wote anacheza na watoto, hata akija kuangalia kwenye kamera anakuta mambo yalikuwa yanafanyika mazuri. Lakini wengi wenu mna simu, unaweka TikTok, wala humwangalii Joyce Kiria, ambako ndiko ulikotokea. Kila siku anawakumbusha wajibu wenu. Umekaa pale unaangalia umbea wa king'ang'a, king'ang'a, king'ang'a, king'ang'a, unaona raha. Mwenzio kuitwa king'ang'a, wewe una kitu gani? Anakujua nani? Wewe, king'ang'a anajulikana dunia nzima na ana maisha yake, lakini wewe unashabikia kusikiliza upumbavu, ujinga unaofanya watu wengine wawafanye wenzao kama hawana maana. Ndicho unachoshangilia, kinakusaidia nini? Bosi wako anapita, anafikiri hata unaangalia mapishi bora, aseme, eh, dada alikuwa anaangalia pishi fulani labda anakuja kunikorofishia vitu, si ndio? Anakuta unaangalia umbea, hakuna chochote cha maana. Kwa hiyo, jamani, mimi niseme tu kwamba tunatafuta pesa, lakini pesa ziko kwa mabosi wetu. Huu chawa tunaoambia hapa ndio hela zenu Sio tu kuna wadada wameachishwa kazi kama watatu. Shida yao kubwa ni kwamba walikuwa hawaonyeshi kama wanajali. Zile kazi zinafanyika vizuri, lakini hakuna kama anajali mtu anaogopa. Mm, huyu ndio anafanya kazi vizuri, lakini mbona kama hana kuna kitu kinakosekana. Wameachishwa kazi, lakini na kuna wengine wako mbioni kuachishwa, na wana mishahara mizuri kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuto kujali, kuto kujali Jukumu kubwa ulilopewa huangaiki nalo, wewe unahangaika na simu yako. Mwisho wa siku utakosa kazi, utakosa pesa, halafu utaanza kulaumu, utaanza kwenda kunywa mafuta huko sijui na maji, unafikiri umelogwa, kumbe ni wewe unashindwa kutekeleza wajibu wako na kujitambua unapokuwa hapo kwa...